Wachezaji, mpo kiasi gani kuelekea mchezo wa kesho dhidi ah, ah, ya Namungo? Ah, Asalamu aleikum, nipo hapa kwa niaba ya wachezaji wenzangu wa Simba. Tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Namungo. Tumetoka kucheza mechi ya kimataifa juzi, tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi, walimu wameona mapungufu yapo wapi na wameweza kuwafanyia kazi ndani ya siku mbili amini. Kwa hiyo tunaamini kesho itakuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu na Mungu ana timu nzuri, wana benchi la ufundi zuri, tunaamini itakuwa mchezo mgumu, lakini kwa upande wetu tulivyojiandaa, tunaamini tutapata matokeo mazuri kesho inshallah. Maswali matatu kwa mchezaji na kwanza kwa na nje, ah, kwa, kwa najua ugumu wa mechi kwa sababu najua Namungo kwenye, kwenye mechi kubwa kama hizi wana timu nzuri na wana morali ya kufanya vizuri, ni timu nzuri. Kwa hiyo naamini itakuwa mechi ngumu, na nimejiandaa vizuri kwenda kucheza kwa kwenye timu ambayo nimetoka kucheza msimu uliopita. Naamini kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri kufanya vizuri na naamini itakuwa mechi nzuri na tutapata matokeo mazuri kesho. Sawa, swali la pili kwa mchezaji. Ah, tukiwa kama wachezaji tupo tayari kufanya na, mwalimu, na kazi na mwalimu yoyote, kwamba sisi utawali wetu ni mzuri kupokea kile ambacho mwalimu anatupa kwenda kukifanya uwanjani. Kwa hiyo mabadiliko ya walimu kwetu sisi haitupi changamoto sana, kwa sababu kila mwalimu anayekuja anakuja na mbinu zake, na sisi tupo tayari kuzipokea na kuzionyesha kwenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo sisi utawali wetu ni kumpa ushirikiano kila mwalimu ambaye anakuja na na benchi ambayo lipo kwa hapo ushirikiano kuhakikisha tunafanya vizuri na tusitoke nje ya malengo ya timu. Swali la tatu kwa mchezaji, uh, because... yeah. Yeah, sure, tulichojiandaa ni kusikiliza na ni kusikiliza maelekezo kutoka kwenye benchi la ufundi. Benchi la ufundi limewaangalia na Mungu jinsi wanavyocheza, na si wenyewe tumepata, tumepata muda wa kuangalia kwenye mechi zao mbili ambazo wamecheza wakiwa nyumbani. Ni timu ngumu, ni timu nzuri, kama nilivyosema awali, wana benchi la ufundi nzuri na wachezaji wazoefu pia. Kwa hiyo kwetu sisi kitu ambacho tumejiandaa nacho ni kupokea yale ambao walimu wameona ni mapungufu kwa wapinzani wetu kesho, ambao ni na Mungu. Kwa hiyo tupo tayari na tunaamini inshallah, matokeo yatakuwa mazuri kwa pande yetu kesho. Sawa, natoe swali, swali la la bonus sorry, la bonus kama lipo. Kwanza kabisa tunawashukuru, kabla ya kuahidi niwashukuru kwa sababu anatusapoti sana na tumetoka kucheza mechi ya kimataifa bila bila uwepo wao uwanjani. Uh, kiufupi tunaomba waje uwanjani kwa wingi kesho kutusupport kwa sababu tumetoka kucheza mechi ambao wao hawapo uwanjani. Kwa hiyo tunaamini kesho wa wakija nguvu yao, sababu mshabiki ni ni mchezaji wa 12 uwanjani uwanjani, wanatupa nguvu. Kwa hiyo naomba wa wawepo uwanjani watokee, na sisi tunaahidi kufanya mazuri na tuna hamu kufanya mazuri kwenye mchezo wa kesho. Inshallah. Shukrani sana. Shukrani.